Kama una aleji na maziwa au upendi maziwa, lakini unapenda kula ice cream, hii hapa resipi ya ice cream ya embe ambayo hatutumii maziwa. Karibu Lili Anapika. Kutengeneza ice cream hii utahitaji maembe yaliyoiva vizuri matatu au manne. Utayamenya maembe yote, alafu utayakata katika vipande vidogo vidogo, utaweka kwenye bakuli na utaweka kwenye friza kwa muda wa masaa mawili au matatu baada ya hapo utayatoa na kama yameganda sana, basi utayaacha kidogo yapoe, kisha utaweka kwenye blenda. Sababu nasema utaacha kidogo yapoe ili kama yameganda asiharibu blenda yako. Utaweka ladha ya vanilla, utaweka sukari. Kama una ladha ya vanilla ni sawa pia utaweka tui la nazi. Mimi nimetumia pakti moja. Unaweza kutengeneza tui la nazi mwenyewe nyumbani kwa kutumia ile tui la kwanza, yale maji ya tui la kwanza ndio ukatengenezea ice cream uta... uh, blend huu mchanganyiko wako vizuri mpaka utakapokuwa mlaini sana, alafu utaweka kwenye chombo na utaweka kwenye freezer mpaka pale ice cream yako itakapokuwa imeganda vizuri hiyo uh, itakuwa ni masaa nane hadi kumi na mbili. Baada ya muda huo, ice cream yako itakuwa tayari uh, kwa ajili ya kuliwa. Kama umejifunza kitu, share video hii.